Hata sijamuelewa, sio kaja mtujaribu. Wateja wengine wanakuja kwenye ofisi ya mtu lakini wanakuja kumjaribu, lakini mimi sijaribiwe, ila nina jambo langu, lazima nikuambie ukweli, shangazi yangu. Kwanza shangazi yangu nzuri, afu na rangi nzuri, ila mimi nitakuhakikishia shangazi yangu, mwaka hata uishi lazima uelewe. Kuna kitu ambacho nakushangaa wewe. Muda mwingi sana unatembea sana na amisi aunti. amisi misoman wangu mimi, wana wangu Monde, tena nampenda sana tu, na ndio mwanaume wa ndoto zangu. Aha, nimemkumbuka yule kaka anoka kule nyumba za chini kwa yule mdada mlokole. Ndio huyo huyo aunti, ila sawa Monde katulia sana, yaani ani navyomwona anavyotembea barabarani namona kama kijana mzuri yule, atakufaa aunti. Na nami nitakupambania mpaka atakuoa. Hey, wani dada, karibu. Asante hey, dada vipi, mpo? Tupo. habari nzema? Salama, za kwako salama. Vipi, mnaendeleaje? Safi tu, karibu. Asante ajeda dada, mi nimekuja kuomba ushauri kuhusu mume wangu kindi, mume wangu kabadilika sana. Mdogo wangu, nataka unaniomba, mshauri dada yako. Mshauri gani? Yaani, shemeji yangu analala nje, hakupi la kula, hakupi la matumizi. sijaelewa hapo, yaani anipe hela ya kula, anitolea maneno machafu. Alafu sasa kilichoniumiza zaidi kwenye nafsi yangu, shemeji kamfukuzwa. He! Monde kafukuzwa, kaenda wapi? Of, anti nikakaa hapa lazima nikamtafute monde, eh, mosi wale kwani kuna nini yaani mchumba wake monde chumba wake monde huyu shemeji yangu monde huyu shemeji yangu eh. haya haya tuyaache sasa hapa mdogo wangu hmm. ushauri wa kwangu mimi ushauri wa kwangu mimi hapa ni kupe dawa. na halafu kingine yaani watu kama hao mi ndiyo nawataka hapa kilingeni kwangu walete. Yaani wanaume kama hao wasiosikii hao, mimi ndiyo naataka hapa ni niwakomeshe. Yaani hapa nakupa dawa, mdogo wangu, yani dawa kali vibaya, dawa yenye mvuto. Maanake ukifika pale nyumbani pale, kati kati ya mlango nasimama, unapuliza, unataja jina la mume wako, unapuliza, yani unamuita yule mwanaume nyingine, unausonga ugali pale, unachia kwenye unga kidogo, unasemelea, yani pa na unaongea maneno yako

Ajakupa hela? Ajanipa hela. Alafu mimi nashangaa, kwa nini umemwingiza kwenye mchezo anakaa tapeli kabisa hivi? Wakati jana nimekutana naye kule alisema hela anaileta. Kwa nini hajaileta hela? Jana yenyewe mpaka sasa hivi ndio anakuambia ajanipa hela. Amesi mzo nimekuja. Nimesikia mwende kafukuzwa kwao. Na basi ndio kwenda kumtafuta afiki yangu. Kafukuzwa? Eh, kafukuzwa kwa nabasaidia kwenda kumtafuta. Wewe siku ile kule ulinikataa kule ukaondoka, kama unijui. Leo kuja wanuliza bei za Monde vetu. Amisi basi kama naafikiake, mginmjua na nambo, basi unitajie mozio nikamtafute Monde wangu mimi. Mezio uyo Mondo leo mzungumzia, akuna rafiki yake hata mmoja mimi ninayemjua. Mjuwa kwani kaka uyu Monda nani ake, bwana yake. Bwana yake? Ndio <laughs> kwani Monda nani ake mi Monda bwana angu <laughs> Yaani huyu Monde nitakuja nimkomeshe safari hii. Ni kumbe kaka huyu ni malaya hivi? Subiri nitamkomesha. Hapana dada, mimi nimekuja kukuomba ushauri na sio dawa, mdogo wangu. Ushauri gani ambaye nitakaye kugea mimi zaidi ya dawa hapa kilingani kwangu au nyumbani kwangu? Na alafu kingine, saizi mdogo wangu, kila kitu kujiongeza. Saizi kuna watoto a wa elfu mbili watoto wadogo wadogo, wajanja, wanapita kwa ganga, kila mganga anamfahamu. Jiongeze mdogo wangu, siwezi kukupa ushauri wa maneno zaidi ya ushauri wa dawa hapa kilingeni kwangu na nyumbani kwangu. Hata ungenikuta nyumbani kwangu, nisingekupa ushauri wa maneno. Jiongeze, sasa hivi kuna watoto elfu mbili. Mume wako kama rudi nyumbani sijui anakuwa anakuachia la ndogo. Sasa hivi kuna watoto wako wanatembea wana, wana mtaani tena wazuri. Unashindaje kujiongeza? Nikupe dawa hapa ukamtengeneze mume wako. Sana. Nizame maana nipa. Hivi kweli hii dawa nimwekee mume wangu mlangoni? Hapana, mi siwezi kumwekea mume wangu hii dawa. Nitaomba usiku na mchana hadi mume wangu atabadilika. Mi nilienda kwa dada kumwomba tu ushauri, kwa sababu yeye yamedumu kwenye ndoa yake muda mrefu, lakini sasa kwa nini, sijui amenipa hii dawa. Hapana, mi naamini Mungu ndo anayeweza yote na siyo hii dawa. Nitamwomba Mungu mpaka pale mme wangu nitakapoona kwamba kakaa sawa kwenye ndoa yangu. nakupangua nini

Ila huu sasa hivi toa kukabadilike. Mimi nilimwambia hivi wana sasa hivi mogonda roho ngumu hivi, alafu wewe ni Muislamu. Yaani Shabani yote sijui nitakutoa vipi. Yaani niishi ni hata cha kufanya mimi mwenyewe nilibaki nimepigwa na butwaa hata sielewi nafanya. Hapo, isitoshe mimi nilimwambia abaki Shabani, lakini Shabani aliondoka kabisa, afuta hata kusikilizwa. Mimi najiunta <coughs> <coughs> kuelewa kitu kimoja. <coughs> Najua wale ni ndugu, lakini ndugu wao anashindwa kuelewa mtu mwingine. Sielewi, shida ni wewe au shida hawaelewani. Sasa kamkaribishwa nini nyumbani kwako hata ikafikia hatua hii? Lakini kitu kimoja mimi nasema, naomba kwanza nikamtafute Arifu, kwa sababu navyozidi kuzungumza na yeye anazidi kupotea. Ukimwangalia hapa, hana wenyeji kivile, anamtegemea kaka yake, ila kaka yake mwenyewe amekuwa na maneno magumu hivi. Kuna siku mimi alinikuta nipo na yeye kule. Aliongea maneno magumu, roho yangu ilikali. Lakini nisi tadugum jibu kadaba buntu anaokaona. Bila shemeji, kama kweli anafanywa hivyo. Na wewe kuwa na roho. Kama unashindwa watu wa kusaidie, sina cha kufanya zaidi ya kwenda kumtafuta. Ashirewa. Ngoja <tipa> ngoja. Utakuwa umefanya vizuri. Basi karibu tena. Kifungo kina nipiga fimbo kila siku kulia, na natanyone huruma. Kifungoni, Kifungoni

hapa ndo, hapa ndo nyumbani kwangu, na ndo na miliki hapa. Yeah, nimepaona pazuri. nafsi <coughs> nanyongonya, moyo ni maumivu